Tiba ya kurejesha hisia ni aina ya tiba ambapo unalielimisha ubongo ulioathirika kuhusu hisia ambazo mtu amepoteza kwa njia ambayo ubongo unaanza kupokea ishara hizo na kuzijifunza upya. Hivyo kama hii itafanikiwa basi mgonjwa anaweza kuanza kutambua vichocheo ingawa kwa namna tofauti na mtu wa kawaida na hivyo kuzuia matatizo haya. Sasa kwa mfano, unaweza kuanza na kitu rahisi kama kuweka vitu tofauti mezani na kumwomba mgonjwa afumbe macho na kugusa hivyo vitu tofauti. Inaweza kuwa glasi, inaweza kuwa Velcro, inaweza kuwa kipande cha karatasi, inaweza kuwa chungwa, na jaribu jaribu kuangalia ni nini anagusa, na kisha afungue macho na aone kwa macho yake mwenyewe ni kitu gani alikuwa anagusa. Unaweza pia kuweka mchele mbichi kwenye bakuli mezani na kuweka vitu tofauti ndani ya ule mchele, kisha jaribu kufumba macho tena na kuchanganya mikono yako kwenye ule mchele mbichi na kuona ni kitu gani mkono wako unashika. Vivyo hivyo hisia za joto, baridi na joto, zinaweza pia kuboreshwa kwa kutumia taulo iliyoloweshwa na kuiweka kwenye mkono au kiungo kilichoathirika cha mgonjwa. Kisha tena angalia kama anahisi baridi au joto na tofauti ya jinsi anavyohisi sasa ukilinganisha na alivyozoea kabla ya kuugua. Hivyo hii inaweza kusaidia sana kuboresha dalili za ganzi na hivyo kuboresha utambuzi wa hisia kwa mgonjwa na hatimaye kuboresha ubora wa maisha yake.